Kwa ninazungumzia kuhusu soma swali mara mbili. Nikakwambia kuwa aa, wewe uh, unasoma wakati wote ukijibu. Tatu, tambua mtego wa swali. Kila swali lina mtego wake. Kila swali lina mtego. Kwa mfano, hata ngoja ni nikusomee hapa nilikuwa nimekuja na kitabu kidogo, ndio niambie, mtego ni pale ninataka kukutega ndio uanguke upande huu. Unaweza kufikiria swali lina liko upande upi, lakini kuna vile kile swali linakuuliza limegemea upande upi. Lifuatalo kisha ujibu maswali. Wanajikuta katika vuta ni kuvute inayochochewa na mitazamo ya kitamaduni, uhalisia wa mambo pamoja na matamanio ya wahusika binafsi. Baina yao kuna mitikiso inayotishia familia, ndoa na mahusiano ya kijamii. Kuna shutuma, shaka, tuhuma na mivutano. Lakini pia kuna hongera, imani, ushirikiano, upendo, kutanabai na mshikamano. Katika umseto wa mambo ipo sauti imara. Kwa hivyo unaambiwa, fafanua mitikiso saba inayotishia mahusiano ya kijamii ya tamthilia hii. Umeambiwa baina yao kuna mitikiso inayotishia familia. Kwanza, ukiulizwa muktadha wa dondo hili ni upi? Ni pale nyuma, unaona pale nyuma, blabu. Ni pale nyuma. Kwa hivyo unaambiwa mm, ni maneno ya mwandishi, si ni pale kwenye blabu. Ana rejelele mivutano ya familia ya Yona, Sara na Buju na Neema. Kwa hivyo ukiulizwa mitikiso saba baina yao kuna mitikiso inayotishia familia, ndoa, na mahusiano ya kijamii. Kwa hivyo hapa unaweza fikiria mitikiso ni nini? Swali mtego kwa hapo kwenye mitikiso. Mitikiso ni nini? Jambo ambalo linaleta nini? Kutoelewana, si unatingika? Kutingika. Kwa nini unatingika? Hauko imara, hauko imara kwa sababu kuna kitu ambacho kimekutingiza, si ndio? Kwa hivyo ni kitu ambacho kinasababisha. Hapa mm, umeulizwa jamii kwa jumla. Na hapa angalia kwenye dondoo walikuwa wameanza na familia. Kwa hivyo angalia familia peke yake. Tunaangalia jamii kwa jumla. Mambo ambayo yamesababisha jamii hii kutokuwa imara. Yaani jamii kutoelewana, kutokuwa salama. Kwanza ni mwanaume afai kupika, si ndio? Yona amsaidia sana kupika. Na Sara ni mgonjwa. Yona pia tunaona anampiga nani? Sara anapiga Sara kwa sababu kwa kutomzalia nani kijana. Pia Sara anavumilia mapigo ya Yona kudumisha ndoa lakini anapata nini? Ugonjwa wa moyo. Huo ni mtikiso. Pia watu wanasengenya nani? Sara na Yona. Kwa sababu hawajapata mtoto wa nini? Eh, wa kiume. Nakumbuka hata hapo awali hawako na watoto. Si waliwasengenya? Huo ni mtikiso. Elimu ya wasichana inapuuzwa. Sara aliachia masomo darasa la sala saba huo ni mtikiso. Kule kuachia hata wakati mwingine usidokeze tu, toa mfano moja kwa moja. Tunasema ali alikomea wapi? Swali lazima kwa hivyo mtego uko pale, kwa kutikisa si wa? Ni sawa, tunao ni mambo ambayo yanaleta kutoelewana, yote unaandika. Ni mengi sana, unayaandika pale. Kwa hivyo nimekuambia, tambua mtego katika swali, na kuna aina mbili ya maswali: kuna maswali funge na maswali wazi. Maswali funge ni yale ya majibu moja kwa moja. Kama swali limefungwa, umeambiwa umewekewa pale nambari nambari za au idadi ya majibu ambayo unapaswa kupeana umefungwa. Ukiangalia ukiangalia hayo majibu, majibu ni hayo tu. Mfano, fafanua manufaa saba ya mazingira ya dondoo. Fafanua manufaa saba ya mazingira. Ni saba. Umeambiwa mtindo wadondo unapewa hata ni ngapi. Unaambiwa bainisha mitindo miwili, si ndio? Kwa hivyo usiandike tatu. Si kama hapa huwa anasaisha wakati mwingine, siangalii kule, watu wanaangalia, kwa sababu kila mtu ana kasi ya kusaisha. Iwapo umeambiwa mbili, andika mbili. Iwapo ni saba, andika saba, kwa sababu kwanza, hata kabla sijasaisha, nahesabu saba, napigia mstari hizo, sisome hizi za juu, ndio nasoma. Iwapo umeambiwa saba, saba, sita, sita. Au ni maswali funge na maswali funge, ukiangalia wakati mwingi yana majibu yale ya yale, yake, yale, yale. Kisha pili, kuna maswali wazi. Haya, ukipata maswali uh, wazi ni yale majibu yake ni marefu, yanataka maelezo, yanataka ufafanue. Kwa mfano, umeambiwa pale jamii ya Bembea ya Maisha inafaa kusamehewa eleza, jamii ya Bembea ya Maisha inafaa kusamehewa eleza, alama ishirini. ukiona alama ishirini, unapaswa kuandika hoja ishirini. wewe jidanganyi uandike kumi, useme mara mbili utati, lazima uandike hoja ishirini. jifunze kuandika mfano moja kwa moja Iwapo utauliza swali kuhusu mbinu, wakati wa mbinu ndio unataja mbinu za propaganda za uongo ambazo wamejitumia kuweka mamlaka. Ni mbinu za propaganda za uongo alafu unatoa mfano, mbinu za maandamano alafu unatoa mfano, si ndio? Lakini wapo si hayo una, kama hapa, jamii ya Bembea inafaa kusamehewa, eleza. Hapo unatoa nini? Mifano peke yake. Inafaa kusamehewa kwa nini? Inafaa kusamehewa kwa sababu, kwanza, Yona anampiga nani? Mkewe, kwa kutomzalia nini? Watoto. Nani mwingine anafaa kusamehewa? Buju, kwa kumuita mwanawe nini? bum bum bum, mjinga Si ni sawa? Nani mwingine anafaa kusamehewa pale? Iona kwa kusema watoto wa nani? Alisema watoto wa nani si ni, si engineer? Nani alisema ni Beni ama ni Luka? Alisema ni watoto wa nani si engineer? Wa Beni, si ndio? Alisema si anafaa kusamehewa si alikasirika. Anafaa kusamehewa. Nani mwingine anafaa kusamehewa? Iona kwa kutomsaidia Sara kufanya nini? Kupika. Unasamehewa. Angalia makosa ambayo watu wamefanya. Gani nyingine? Aha. Mm -hmm. Buju kwa kutomsaidia nini? Sa kwa kutomsaidia Neema kulipia matibabu ya nani? Ya Sara. Buju kwa kutomruhusu mama mkwe kulala kwake. Si sawa? Kwa hivyo unaandika, hivyo unaandika. Ukiandika, ukiangaliza hoja, wakati mwingi hata ile sentensi inakamilika tu umemaliza. Usianze kuandika zisipite sentensi mbili. Nimekwambia kila moja wetu tunasaisha moja moja. Unaelewa? Ukianza kuandika oh oh, haya moja eh, zikaenda zikaenda, utashangaa. Hauna huo muda. Sasa jifunze hata sasa hivi ukianza, wakati mnajadiliana hapa sasa hivi, mnapaswa kuwa na makundi. Wakati umechoka unapaswa kukaa na rafiki yako karibu, mnajadiliana katika makundi. Usahau unageti hapo na yeye, mnajadiliana haraka haraka, huyu anasema hoja huyu hoja hoja hoja ikamiliki. Usiweze kusema ni fupi imejieleza, mradi hoja yako inamhusika. Simejieleza, hakikisha inamhusika, imetaja muhusika. Kwa hivyo nimekwambia hayo ni maswali wazi, ni maswali wazi hayo ambayo ni alama ishirini. Kwa hivyo tuingie kidogo katika vitabu viteule na tuzungumzie kwanza guza jadi, alafu nizungumzie ushairi. Nitakuja tena tuzungumzie kitabu vitabu ambavyo vimebaki. Ukiangalia uh... ilikuwa nataka nianze na Aha. kwa hivyo namna ya kurahisisha vitabu viteule unasema usome ile riwaya, si umepewa riwaya? Kuna riwaya tamthilia na hadithi fupi kwa hivyo hizi zote unapaswa kusoma huku ukipigia mstari mambo yafuatayo, ndio uweze kuelewa lakini tulishapita huko. Wakati ulikuwa tunasoma nilikuwa nakwambia pigia mstari mhusika, si ndio? Unapigia wahusika, maudhui ukiona, unayapigia mstari mbinu na mandhari mbalimbali. Lakini sasa, wakati unasoma kitabu, akisha kuwa unakumbuka kuhusu nini? Wahusika. Wahusika ni muhimu sana. Wakati unasoma akisha kuwa wahusika unawajua nani akina nani. Na matendo yao yale muhimu ambayo wamefanya. Na kisha jambo la pili muhimu sana ni mandhari. Ukiangalia, kuna mandhari tofauti tofauti, unapata tuko pale nje ya kanisa. Sisi tunaanza hivyo kujadili za jadi. Tuko pale kwenye mandhari ya kanisa pale. Tunarudishwa nyuma kuonyeshwa vile kulichomeka. Hivi hivyo lazima ujue sehemu hizo tofauti tofauti mandhari. Hata mkiwa pale mnaweza kujadiliana au kuangalia tu mandhari tofauti tofauti. Kwa hivyo ili kupasi kitabu hiki unapaswa kujadiliana katika makundi, makundi, vipengele tofauti tofauti. Na katika makundi sasa hivi ni mnachukua swali, mnalizungumzia usiegemee pale sasa umejua mkuta dhani huu mnataja na nani ni mzungumzaji, msemewa, mandhari, kichocheo. Mnaendelea hivyo kutaja na kupita, unaelewa. Ndio kumbuke kitabu chote. Pia, katika makundi, huwa naona makundi, mnafanya tofauti. Wapo tuna, tu, ni alama ishirini, au ni alama saba, si nasema moja moja, mnasema ndio au unaandiko sio, unasema pia ungeongezea, si ni sawa. Huyu mwingine anasema hiyo hoja inafuata. Mwenzako anasema inafuata kila mtu lazima afanye nini azungumze sasa hivi kwa sababu wiki mbili zimebaki, hakuna haja ya kuandika, si ni kusema kusema na kupita pia tumia muda mfupi kusoma vitabu hivi kumudu mtiririko vyema. Yaani wakati ambapo ya hapa nilikuwa nasema unatumia muda mfupi ni iwapo mnashughulikia hadithi moja mnaipitia pitia mnasema usika. Wahusika katika uh, hadithi ya Sabina, unasema Sabina, unataja wahusika mandhari ambayo inapatikana pale ni nyum, uh, pale nyumbani kwa Sabina wakati alikuwa anafanya kazi shule. Ukiangalia pia kuna mandhari ya pale kwenye mjombake nani? Adan. Si ndio? Mhm. Uh-huh. Pia unaangalia pale. Una, unasema kile mnataja hadithi moja mnataja kikamilifu. Ndio maana tunasema wakati tunasoma hadithi fupi, mhakikishe kuwa mna mkao mmoja amemaliza ile hadithi fupi. Ndio mtiriko usipotee. Ndio unajua ilianza hivi kaenda hivi mpaka huko. Uigizaji wa vitabu hawa ni wale wengine napaswa kuambia hivyo. Guu za jadi. Sasa tujaribu kukumbuka Guu za jadi haraka haraka. Tulisema wahusika wake ukiangalia Guu za jadi. Tulisema ni zaidi ya ngapi? Thelathini. Tulisema wahusika wa Guu za jadi ni zaidi ya ngapi? Thelathini. Na mandhari pale ni ngapi? Mandhari asiji. Sasa hivi unapaswa kujua tuchanje kwanza mandhari. Kuna matango si ndio? Aha, wapi? Pengine kanisani, nje ya kanisa. Nje ya kanisa, lakini kumbuka pia ndani ya kanisa magosha aliingia si ndio? hmm. Tunaenda kwenye uga, si kule mwisho uga. Aha, kuna kwa chifu. Chifu Mshaba. mm -hmm. Nyumbani kwa tuliende, nyumbani kwa Lonare. Aha, pia angalia, tuko pale kwa Satan, si hoteli Satan tumeingia. Kuna hoteli nyingine ya, ya... inaitwaje <laughs> kuna hoteli ya Sangilu hii hoteli yake, ambapo walikuwa naenda ndio tulianzaanza usuuba wakisuhubiana. Wacha na Sky Mall, wacha na mall. Wakati wa, wa Magwasha na Mrima walikuwa wanachumbiana, walikuwa kwenye hoteli ya Sangilu. Kuna mandhari <gibu> mpenda bure vizuri, twende kule kwa pombe, kunaitwaje? Ponda mali, tuko nane, tisa <gibu> Eh, vizuri. Ka kanisa la Mtakatifu Mako harusini, si ndio Tuende kule ambao tulienda kuokoa wasichana, tuliwaokoa wapi? <laughs> tuliwaokoa wapi? Red Bean Lodgings, hey! na pia njiani wakati walikuwa wanaandama, tunarudi Matango, tunarudi, si ni mandhari, tunarudi tayari ziko kumi na moja. Haya, <laughs> tuanze sasa. Ukitaka kukumbuka kitabu kizima, twende kwa familia. Kuna familia ya kwanza, Magwasha Mrima, watoto wawili, nani na nani? Familia ya pili, Sangilu, mkewe anaitwa nani? Hajatajwa mido tu mkewe. <laughs> Sangilu na tukaambiwa mke wa jana wale masuria ana wengi sana. Aya, ana mtoto mmoja Mashauri na hapo ndio nataja Chei ambaye ni mchumbake nani? Mashauri si mchumba wake. Aya, pia tatu familia tatu ni ya Mtemi Lesulia mke wake anaitwa nani? Nazia vizuri sana. Nazia ana rafiki yake wa karibu sana anaitwa Mbwashu, si ndio? Yule ambaye mama tajiri. Alafu, Nazia na watoto wawili. Ana Ngoswe na na Mdado vizuri sana. Ngoswe kumbuka ni wa Sangilu, si ndio? Mdando ni ule wa Muhindi. Siyo wa Muhindi, alichukuliwa na Muhindi akaenda. Aya, kisha familia ya nne kuna Lonare. Lonare, mke anaitwa nani? Hatujaambiwa, kitabu kimenyamaza. Amesema tu kuna mke wa Lonare. Na alifanya nini? Alifariki. Hatukuambiwa alifariki kwa nini. Kisha ana watoto wangapi? Watatu. Ana Lombo na watoto wengine wanaitwa nani na nani? Tumeambiwa tu ni ndugu zake, hawajatajwa majina. Lombo na ndugu na zake wangapi? Wawili ambao wako wapi? Ugaibuni. Kwa hivyo watoto wote ni wangapi? Watatu. Kisha kuna familia ya mzee Shauri. Mzee Shauri ameoa nani? Bitesi, na wana mtoto mmoja, nani? Magwasha. Magwasha, eh, wazazi wa Magwasha ni mzee Shauri na Bitesi. Kisha na lazima ukumbuke huyu mzee Shauri kwa sababu alimpeleka shule ya Magwasha inatajwa, lazima ukumbuke, ah, ni muhimu sana. Wao analeta dondoo kwa Usika ambao ni Usika, anaitwa Usika nani? Wadogo. Kisha kuna Mbugulu, mumeo anaitwa nani? Hatujaambiwa vizuri, lakini mumeo alifariki kwa sababu ana ugonjwa wa pumu. Somo gani sasa huo? Mnaenda huko. <laughs> Ana ugonjwa wa pumu, si ndio? Mbuhulu awakupata nini mtoto, simumea alikufa kabla wajapata nini mtoto. Kisha kuna chifu, chifu Mshabaa mkeo anaitwa nani? Hatujaambiwa, tumetajiwa tu chifu Mshaba hivyo tu, usiongeze maneno si ndio? Mm -hmm. Alafu sasa uenze uongezee sasa wahusika wale ambao uone utongeze, utaongezea rafiki wa Lonare Ndereva. dereva Lonare, Lonare anaitwa nani Mbaji? Aya, wale ambao wanamsaidia katika kampeni wataje, sauni na sangura si ndio? Kisha twende tena katika wakili wawili, kuna mwamba na mafamba. Mafamba nani mwingine tumesahau Eh, sihaba vizuri, sihaba sihaba vizuri au wengine utaongezea. Aya, twende sasa, ndio ukumbuke mandhari kwa haraka. Na tulisema mandhari kwenye kitabu unakumbuka. Kama vile unakumbuka Kenya, Kenya, Kenya. matuo. Matuo. Kenya ya ya makabila mawili kuna wakule na waketwa. Wakule Munyuni. Hata kabla hatujafika Munyuni, si unaona Kenya? Mji mkuu wa Kenya hata hapo awali ulikuwa unaitwa Nairobi. Lakini mji mkuu wa Matuo unaitwa nini? Taria, Taria. Taria ndio Nairobi ya Matuo. Kwa hivyo kuna Matuo kisha kuna Taria. Na Taria pale kuna sehemu mitaa ambayo watu wanaishi. Kama vile kuna kule kuna mtaa gani unajua? Pipeline. Kuna mtaa gani unajua? Umoja. Kayole unajua mtaa upi? Vile kuna hiyo sehemu hii ya Taria kuna mitaa. Kuna matango, kuna majuu, si ndio? na pia Lonari anaishi wapi? Majengo, majengo. Kwa hivyo nani wanaishi matango? Waketwa, waketwa. wanaishi wapi? wakule wanaishi wapi? Majuu. <laughs> wanaishi mtaa wa majuu, ndio. Sasa Lonari, kwa sababu yuko mtaa wa kati, ndio anaishi majengo. hawa ma, waketwa walitoka wapi? Degoni. vizuri sana. sasa kwao kule bara kijijini kama vile tunako kijijini huko, vijijini watu wanaenda wanakuita bara. Wao walitoka wali degoni, na hao wa kule walitoka mjuni, huko ndio kwao. Sasa kule unakuita kwa sheng ushago. Kwa hivyo wakaenda mjini kuishi majuu, kuna hidwa majuu. Sasa kule mjini ambao mnaishi, wacha kule kwenye nyumbani, nyumbani kabisa kule wazazi walizaliwa, kuna kule mjini mnaishi. Sasa huko kwa Waketwa ni kwa Waketwa ni Matango wanaishi mjini, Matango nao, Wakule wanaishi majuu. Sasa hapa ni katika mji wao mkuu ambao unaitwa Taria. Lakini the whole country inaitwa nini? Matuo. Sasa hapa Taria ambako kuna yule mtemi, mtemi anaitwa nani? Lesulia. Sasa yuko hapa Taria. Kwa sababu ndiye president kama vile sasa hivi tuna president yupi? Ruto. Haya. Kwa hivyo tumezungumzia mandhari. Tukasema kuna mandhari ya uh, kuna ya kanisani, nje ya kanisa kuna Satan. Tulikuwa tumesahau hospitalini Sangilu lazima ukumbuke, sitaki usahau mtihani. Huko Sangilu alikuwa amelala pale hospitalini. Kuna uga mwishoni mwa otuba, kuna nyumbani kwa magwasha na ofisi ya chifu. Kwa hivyo lazima utafute zaidi kama kuna mandhari ambayo tumesahau, na lazima wahusika wote waweke katika mandhari yao. Wahusika wote waweke katika mandhari yao. Kwa hivyo nikirudi, acha nifike pale, nimezungumza